Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemake headline na kutrendi huko mitandaoni ni hii posti ambayo ameiweka Laizer kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hii bwana ni screenshot ya ujumbe ambao alikuwa ametumiwa na Diamond Platinumz. Eh, unaambiwa kwamba huyu Laizer tunamfahamu kwamba yeye ni producer wa Diamond au tunaweza kusema kwamba ni producer wa pale WCB. Kama kampuni, wana producer wao ambao ndo Laiza, na pia ni kwamba vile vile tunafahamu Laiza, yeye mwenyewe ndiye mtu ambaye anafanyaga mixing ya ngoma zote ambazo zinatoka pale WCB. Hata kama ngoma ikiwa produced na Estukizi mtu anayekuja kufanya anayekuja kufanya mixing ni Laizer Classic. So kitu ambacho kimehappen bwana, ni kwamba hivi karibuni, ni kwamba kuna ujumbe hapa ambao Diamond alikuwa ameutuma kwenda kwa Laizer, na huu ujumbe watu wamejiuliza maswali mengi sana. Ngoja nikusomee ujumbe wenyewe unavyosomeka. Unasomeka kwamba usanii, kwamba usanii ameandika kwamba usanii wa live na wa studio ni vitu viwili tofauti kabisa. Na kujua kuimba na kutengeneza hiti, ni vitu viwili tofauti kabisa. Yaani hicho ni kitu ambacho Diamond amekiandika na kumtagi Liza. Umeona, so Liza ameposti hiyo na ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza kwamba hapa alikuwa na maanisha nini? Bwana, hiki ni kijembe kwenda kwa mtu au Diamond ameandika tu hivyo kwenda tu kwa Liza kama story. Kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi lakini pia, page mbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hicho ambacho kimetokea. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba producer wa muziki Tanzania Liza Classic ambaye pia ni producer wa